Mzaji wa kigeni kutoka nchini Uholanzi, Sylvia Vrascam amesimulia kwa uchungu jinsi alivyodai kuvamiwa, kunyanyaswa na kuporwa mali zake nyumbani kwake mkoani Kilimanjaro, katika kile alichokiita uvamizi haramu na wa kikatili. Akizungumza na wanahabari jijini Dodoma, b Vrascm amesema tukio hilo lilitokea mnamo tarehe 24 Oktoba 2024, wakati akirejea nyumbani kwake kama kawaida ambapo alikumbana na askari waliokuwa si sehemu ya kampuni ya Vasso Agroventures, kampuni anayodai kuwa anaishi karibu nayo. Bi. Vrascam anasema alilazimishwa kutoka ndani ya gari lake, kuchukuliwa kwa nguvu, na anadai kunyanyaswa kimwili na mmoja wa askari hao, huku wakijaribu kumnyang'anya simu aliyokuwa akitumia kurekodi tukio hilo. Madai yanaeleza kuwa alifungiwa ndani ya nyumba yake kwa saa kadhaa, huku mume wake akijaribu kutoa taarifa kwa polisi wa Moshi lakini hakupata msaada. Mumewe alidai kushambuliwa na askari wengine watatu wasiojulikana na kuporwa pikipiki aliyokuwa akiitumia. Siku hiyo hiyo, anasema, uvamizi ulifanyika nyumbani kwake kwa msaada wa watu waliovaa kiraia na baadhi ya askari. Watu hao walivunja mlango, kuingia kwa nguvu na kuanza uporaji wa mali mbalimbali ikiwemo mbali, pesa taslimu, vito vya thamani, vifaa vya kielektroniki na hata nguo za ndani zilizotupwa hadharani. Licha ya kufungua jalada la kesi namba MOS/RB/8476 na ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne katika kituo cha polisi Moshi, Bi. Vrascam anasema hadi sasa, miezi sita imepita, hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Wanahabari walipojaribu kumtafuta Kamanda wa Polisi Mkoa wa Kilimanjaro, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Simon Maigwa, lakini simu yake ilipokelewa na Kaimu Kamanda wa Polisi mkoani humo, ambaye alidai kutokuwa na taarifa kuhusu tukio hilo na kuahidi kufuatilia kwa undani. Bi. Vrascam ameiomba serikali iingilie kati ili kusaidia kupata haki yake na kuwalinda wawekezaji dhidi ya vitendo vya unyanyasaji uporaji, pamoja na ukatili. Mimi ni Imanueli Chazi no, hii ni Jambo TV. Mama Samia. Mama Samia, tafadhali. Tafadhai, nashukuru ukinisaidia na shida yangu, iwe, iwe naweza kupata haki yangu. Mimi Silvia Vrascam nilianza kuishi na mume wangu, tulianzisha kampuni yetu ya Vasso Agroventures mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka sasa, tunaishi shambani. Mimi ni mke na mwekezaji mwenza And, um, na mkurugenzi um, mtendaji wa kampuni I, I ya Vasso Agro Ventures tarehe ishirini na nne Oktoba elfu mbili na ishirini na nne nilitaka kuingia kwenye makazi yangu kama comparts kawaida lakini nilizuiliwa na askari ambao hawakuwa sehemu ya Vasso Agroventures. Askari They hao walinilazimisha kutoka ndani ya gari. They wakachukua gari hilo kwa nguvu. Mmoja wa askari hao me. alinyanyasa na kunigusa kimwili licha ya kumwambia mara nne aache kunigusa, alitaka kuninyang'anya simu yangu wakati nilikuwa nikirekodi tukio hilo. Nilishambuliwa bila sababu yoyote, na ushahidi uko kwenye video. Siku hiyo nilifungiwa ndani ya nyumba yangu na askari ambao sikuwahi kuwaona hapo awali. Nilizuiwa kabisa kutoka nje. Kwa maana nyingine, nilifanywa kuwa mfungwa ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Mume wangu alijaribu kwenda kutoa taarifa polisi Moshi kutumia lakini polisi kwa kutumia pikipiki, lakini polisi hawakujibu simu zozote tulizopiga kuomba msaada. Alipokuwa akiondoka alishambuliwa na askari screaming. watatu wasiojulikana was na alimnyang'anya pikipiki yake, alilazimisha kurudi nyumbani kwa usalama. Siku hiyo hiyo, uvamizi haramu na usio halali wa nyumba yetu ulifanyika bila taarifa yoyote bila noti wala amri ya mahakama, tulifukuzwa kwa nguvu kutoka kwenye nyumba yetu ya kuishi pamoja na shamba letu. Milango yote ilifungwa. Takribani watu ishirini waliovalia kiraia na askari wachache ambao hawakuwahi kuajiriwa na Vasso Agroventures walivunja geti na kuvamia kwa nguvu. Mume wangu alipigwa na kutupwa chini.

One, askari mmoja aliniambia namnuku, ukionekana tena na kamera kitu kibaya sana kitakupata, kwa sababu hufuati sheria zangu. Nilijaa na hofu kubwa, nikaamua kuweka simu yangu mbali Nilikimbilia <laughs> chumbani kuchukua hati za kusafiria na nyaraka muhimu. Niliweka kwenye mikoba miwili mizito, nikaivaa begani. Wakati huo raia waliovamia walikuwa wanapora mali zangu binafsi mbele ya macho yangu: pesa taslim, vito vya thamani, urisi, vifaa vya kielektroniki na kadhalika. Nguo zangu zote zilizalilishwa kwa kutupwa barabarani the Nilipopinga uporaji huo, mwanaume mmoja alinisukuma hadi nyuma ya kabati na kuanza kunigusa sehemu za juu za mwili wangu. Koba niliyokuwa nimebeba ilikuwa mzito, sikuweza kujitetea. Nililazimika nililazimika kupiga kelele kwa nguvu sana nikiomba msaada, lakini hakuna aliyekuja kunisaidia. Baadaye mwanaume mmoja aliingilia na kumwambia yule mwanaume aache kunigusa lakini tayari nilikuwa nimeumizwa na kudhalilishwa. Mali ziliharibiwa mbele yangu, vitu binafsi vilivunjwa na kuibwa. Nyumba yangu iliharibiwa kwa makusudi. Mume wangu alipigwa na kujeruhiwa. Nilitoka nje, niliona fanicha zetu zikiwa zimevunjwa na kutupwa barabarani kama taka. Nilikwenda polisi Moshi kutoa taarifa. Nilitoa maelezo yangu na polisi waliandika taarifa ya kesi namba MOS MOS/RB/8476/024 hadi leo, miezi sita baadaye, hakuna msaada wowote kutoka kwa polisi. Not before, kabla during, wakati wa tukio na baada ya tukio hakuna msaada wowote tuliopata kutoka kwa polisi wa Moshi Police. Hakuna chochote sasa. Ah, wow. Kuna malalamiko ya dada Silivia ambayo ni, ni kampuni ya Waso Agreement Limited wana yeah. kampani wanachosema ki, iko Kibosho wana hiyo alo ah, eh, ambao wanasema wameondolea kwenye shamba lao kinyume na utaratibu, lakini zaidi ni suala suala zima la unyanyasaji na polisi. Inajua polisi kana anajua. Sasa polisi kwa maana ya polisi polisi kibosho anajua, kwa maana ya RPC Kilimanjaro. Hapana, mimi kama RPC nina taarifa hizo. Wewe ni kaimu. Mimi kama RPC Ah, sasa yuko yuko yuko nje kikazi. Sasa sasa sasa, RPC ni ofisi na wewe <wige��> unatakiwa mm. <gazota> <uli> mm-hmm. Lakini hiyo kampuni unaijua? Ah, hapana, hujawahi kujua kitu kama hicho wewe waambie wale watu imefunguliwa kesi Sao, hapo ye, ya Moshi, imefunguliwa kesi hmm, hapo yapo, sawa, ni RB 8476, RB 8476 eh ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne, eh, mwaka jana. Mpaka sasa hakuna kitu kifanyika, lakini huyu mtu nani, huyu mama ni, ni mtu wa kigeni, ni ni mwekezaji kutoka nje e,